kipia pamoja na shirika la SGA wamesifia mpango wa serikali kwa kuimarisha kilimo kaunti hiyo. Aidha, wakulima hao wamewasifia wakulima wenzao wakisema wameweka mikakati maalum ili kuhakikisha wakulima wamepata soko la kuuza mazao yao. Wakulima pia wamewarai vijana kujizatiti katika ukulima wakisema hapo awali kulikuwa na changamoto ya uwizi wa mifugo, lakini ila sasa vijana wengi wamejitosa katika ukulima, wengi sana sana sana watu wa kilimo ambao tunafanya kazi na wao na tunashukuru, kwa sababu wakulima wamefanya kazi mingi na tumeona maendeleo. Na pia tunaendelea kuuliza serikali sana sana kusupport, kuweka policy ambazo zinashikilia uh, kazi ya vikundi na pia zinashikilia ukulima ambayo ina, inalimwa ukiangalia mazingira uh, ambayo tunaita agroecological practices, tunajua ya kwamba kupitia kwa serikali na kupitia kwa vikundi ambazo tulikuwa nazo, tunaweza kuweka pamoja a, mikakati ambayo a, itasaidia kwa ku make sure ya kwamba wakulima wame access market ambayo inalingana na kile ambacho wanataka kwa soko. Pia, pia inahitaji vijana waoneshe wazazi njia nzuri ya ukulima. Laikipia ilikuwa na changamoto, tulikuwa na changamoto ya bandits ambayo tulikuwa tunapigana kwa ajili ya mifugo, uizi wa mifugo ulikuwa umeendelea, lakini kwa saizi tumeingia kwa kilimo endelevu. Vijana wamepotea wameingia kwa, kwa kazi ya ukulima, kijana ameingia kwa ukulima, na we are focusing on making sure every youth fall in agriculture and agriculture is the better thing to fall in right now. Kama binafsi CJ imenisomesha sana sana sana kwa shamba yangu. Nimejua sana sana mabona crop rotation.